Karibu kwenye chaneli yetu pendwa kabisa ya Tuongee TV na usisahau kusubscribe maana, okay, ukisubscribe utapokea notification zote kwa wakati, na tutakuwa pamoja. Na leo nakuletea stori ya mwanamuziki mmoja ambaye anaitwa Jamie Wilson. Kama ni mfuatiliaji mzuri sana wa muziki huu jamaa, utakuwa unamjua. Ni jamaa ambaye alibadili jinsia yake kutoka kwenye jinsia ya kike na akawa mwanaume. Huyu jamaa alianza kwa kupandikiziwa mbegu za kiume, ambazo alipandikiziwa homoni za kiume ambazo zinaitwa testosterone, na baadaye alianza kubadilika kimaumbile, akabadilika muonekano, na baadaye ni akawa mwanaume kabisa. Maana hiyo hata alivyotoka nje, watu walianza kumshangaa kama vile mimi ninavyoshangaa na Jamie Wilson uh, alim, alikataliwa na wazazi wake baada ya kufanya vile, lakini anachosema yeye ufanye kitu ambacho kinakufanya uwe na furaha, ufanye kitu ambacho kitakufanya ujione uko hai, ufanye kitu ambacho kitakupa furaha ya moyo wako. Na alichokifanya yeye ni kupata furaha ya moyo wake. Hakusikiliza mtu yote, yule anakwambia kama wewe ni mwanamke unatamani utoke bila makeup, basi fanya hivyo. Kama unaona ukitoka bila makeup unakuwa sawa, basi fanya hivyo. Kama wewe ni mwanaume unaona kwamba maybe nikiwear this cloth, nikivaa nguo ya namna fulani inapendeza, basi vaa, ufanye kitu ambacho kitakufanya wewe na furaha. Na alichokisema yeye ni kwamba wazazi walimkataa ndugu marafiki wa karibu alimkataa, lakini alichojali yeye ni kupata furaha ya moyo wake. Alifurahi kujiona akiwa vile na hakujali yote yale, ikabidi abaki ya kwenye msimamo wake. Tunajifunza nini? Kuna muda ufanye kitu ambacho kinakupa we furaha, lakini sio kwamba ninasema kitu alichokifanya ni sahihi sana, hapana ila ni funzo ambalo anatupatia Jamie Wilson. Unaweza ukamfuatilia kwenye miziki yake, ni jamaa fulani hivi, anaimba vizuri, anajitahidi sana. Lakini ndio hivyo, alikuwa ni mwanamke na baadaye akabadili jinsia na kuwa mwanaume. Asante sana, na pia usahau kusubscribe kwenye chaneli yetu tuweze kupata information zote za kijanja kwa wakati sahihi.